Ya timu yote lirudi kambini kwa ajili ya mechi ya Namungo. Kiukweli haiwezi kuwa mechi rahisi. Haiwezi kuwa mechi rahisi ukichukulia Namungo siku zote tutapocheza kukutana nayo. Wanatupaga game ngumu sana, game ngumu sana. Ni timu ambayo kiukweli ina ina bichi zuri la ufundi. Kwa kweli uoga wanatupa wakati mgumu sana. Lakini kwa sisi ni muhimu pointi tatu, pointi tatu mechi ya pili. Kwa hiyo tumejipanga pamoja na uwezo wao na ugumu wao tuhakikishe tunapata alama tatu katika mchezo wa kesho. Ndo maana nimesema haitakuwa mechi rahisi kutokana na mwalimu aliyekuwepo kule ni mwalimu ambaye tulikuwa naye sisi, anajua Simba ilivyo. Kwa hiyo nimeweza kusema kwamba haitakuwa mechi rahisi, tutakwenda na tahadhari kubwa sana, lakini yote kwa yote, pamoja na ugumu wao na mwalimu, pointi tatu muhimu kesho ni muhimu kwetu sisi. Ya, kwa kweli kesho tutaendelea kumkosa Hamza, lakini tutaendelea kumkosa Mohamed Baja bado ambaye anaendelea na, na majeruhi wachezaji wote tofauti na wachezaji hao wawili wako kambini na wote wako tayari kabisa kwa mchezo wa kesho. Ya, nafikiri siku zote nasema hakuna mwalimu ambaye anaifurahia timu yake kucheza kila baada ya siku mbili. Kila mwalimu anaipenda baada ya mechi apate muda kidogo kuweza kujiandaa mechi yake. Lakini ndio ratiba ilivyo na tuliona mapema kabisa. Kwa hiyo lazima tuende kutokana na ratiba. Tutajitahidi kwenda na ratiba ilivyo, na kwa sababu tukawa tunaifahamu, basi nafikiri tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tulitengeneza nafasi nyingi sana katika mchezo wa kwanza dhidi ya Fountain Gate na nafasi chache tulizigeuza kwa magoli. Kwa hiyo tulirudi katika uwanja wa mazoezi baada ya mechi ile, pale tulikuwa tuna mechi ya international, kwa hiyo focus yetu tena ilikuwa kwenye international mechi. Tumerudi jana kwa ajili ya mazoezi kwa ajili ya mchezo wa wa kesho. Kiukweli tumeweza kufanya marekebisho hayo na leo tuna session ya mwisho kabisa, tutaendelea kuhakikisha nafasi tunazozipata kesho, basi ziwe ni magoli. Tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Namungo. Tumetoka kucheza mechi ya kimataifa juzi, tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi, walimu wameona mapungufu yapo wapi na wameweza kuyafanyia kazi ndani ya siku mbili. Kwa hiyo tunaamini kesho atakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu Namungo na timu nzuri, wana benchi la ufundi nzuri. Tunaamini itakuwa mchezo mgumu lakini kwa upande wetu tulivyojiandaa, tunaamini tutapata matokeo mazuri kesho inshallah. Ah, kwanza najua ugumu wa mechi kwa sababu najua Namungo kwenye kwenye mechi kubwa kama hizi, wana timu nzuri na wana morale ya kufanya vizuri, ni timu nzuri. Kwa hiyo naamini itakuwa mechi ngumu na nimejiandaa vizuri kwenda kucheza kwa kwenye timu ambayo nimetoka kucheza msimu uliopita. Naamini kwa niaba ya wachezaji wenzangu tumejiandaa vizuri kufanya vizuri na naamini itakuwa mechi nzuri, tutapata matokeo mazuri kesho. Kiwa, kama wachezaji tupo tayari kufanya na mwalimu na kazi na mwalimu yoyote kwamba sisi utawali wetu ni mzuri kupokea kile ambacho mwalimu anatupa kwenda kukifanya uwanjani. Kwa hiyo mabadiliko ya walimu kwetu sisi haitupi changamoto sana kwa sababu kila mwalimu anayekuja anakuja na mbinu zake na sisi tupo tayari kuzipokea na kuzionyesha kwenye uwanja wa mechi. Kwa hiyo sisi utawali wetu ni ku, kumpa ushirikiano kila mwalimu ambaye anakuja na na benchi ambayo lipo, kwa hapo ushirikiano kuhakikisha tunafanya vizuri na tusitoke nje malengo ya timu. Tulichojiandaa ni ku, kusikiliza na ni kusikiliza maelekezo kutoka kwenye benchi la ufundi. Benchi la ufundi limewaangalia Namungo jinsi wanavyocheza na sio wenyewe, tumepata tumepata muda wa kuangalia kwenye mechi zao mbili ambazo wamecheza wakiwa nyumbani. Ni timu ni timu ngumu, ni timu nzuri kama nilivyosema awali. Wana benchi la ufundi nzuri na wachezaji wazoefu pia. Kwa hiyo kwetu sisi kitu ambacho tumejiandaa nacho ni kupokea yale ambao walimu wameona ni mapungufu kwa kwa wapinzani wetu kesho ambao ni Namungo. Kwa hiyo sisi tupo tayari na Tunaamini inshallah matokeo yatakuwa mazuri kwa upande wetu kesho. Kwanza kabisa tunawashukuru kabla ya kuahidi na washukuru kwa sababu wanatusupport sana na tumetoka kucheza mechi ya kimataifa bila bila uwepo wao uwanjani. Uh, kiufupi tunaomba waje uwanjani kwa wingi kesho kutusupport kusabu, kwa sababu tumetoka kucheza mechi ambao hawapo uwanjani. Kwa hiyo tunaamini kesho wakija wa nguvu yao kwa sababu mshabiki ni ni mchezaji wa kumi na mbili uwanjani wanatupa nguvu. Kwa hiyo naomba wawepo wa uwanjani watokee na sisi tunaahidi kufanya mazuri na tuna hamu kufanya mazuri kwenye mchezo wa kesho, inshallah.